Waziri wa kitaifa wa haki za kibinadamu Mheshimiwa Chantal Chambo awasili mjini Uvira katika ziara yake ya lengo la kuangalia hali ya wasirika wa mafuriko yaliyojitokeza mjini Uvira. Waziri Chambo aliweza kushindikizwa na tume kubwa kutoka huko Kinshasa, huku akipokelewa na liwali wa jimbo la Kivu ya kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Katika ziara yake, Waziri Chambo alitembelea uwanja wa Azuri Kasenga ambako alikutana na waathirika wa mafuriko. Waziri Chambo pia alibaini msaada wa chakula kwa wahanga wa mafuriko wanaoteseka mjini Uvira. Kwa upande wa wahanga, walikwenda kushukuru waziri wa haki za binadamu kuwasili mjini Uvira na kuwa na matumaini kuwa kufika kwake mjini Uvira wanaweza kuwa na msaada kubwa. Huku walitoa malalamiko yao, wanaishi katika hali ya unyenyesaji, wanaibwa, wanabakwa, pia wakati wa mvua hema zimeshachaka. Waziri huo ahidi kuwa atatekeleza jukumu lake na kuwa pamoja nao. Raisi alinituma nikuona hali gani uko nayo

Anataka ajuwe wa Kongomani, kama walilala salama na waleishi binafsi tunakukaribisha sana. matatizo tulitaka eleza kushie kinamama hapa bauje ezepake. Tatizo ya kwanza, tunateswa sana, tunaingiliwa, tunabakiwa, banakuya banatuiba, hatuna kitu. Lakini basodori kanatuingilia, banatuiba na banatutosha nje na banatubeba kitu. Ya pili hata kwenye ilisa tuishia miaka tano hii tuko hapa lakini, ukiingiza kidole hivi hema inapasuka na ninjo bababa etu nashiye, tuko bakongole ya tatu enye tulitaongezea tuko na siye bakongole sa vengine bakongole na tuko munchi yetu, lakini tunafaa miaka tano hapa. Baba kavuya litusaidia na hapa wakati tulitokaka

anaishi na bwagi na tupate matunzo sie depuis le 17 au 19 avril 2020 njo wakati mai ilitupiga. Mpaka leo tunaingia deja 5eme vague, nafasi kwenye tuko batu bako nalala nje na na munaiwa ni peke hema iko na authenticite ya hatuna kitu lakini hapa tunateswa, baba Guverner, misio yetu nikukwambia u utafutie lotissement kwenye barundi balikuwa banyarwanda balikuwa kunabakia wazi. Nuko ngole tuko tunaangaika, tunakosa kwenye ntatuweka la croix rouge nuzaproposeke atatujengea ne dakika za mwisho pakate vie, misio hatuyui kama misio inaenda wapi banatuambia